Na familia moja katika eneo la Kanunga Gatanga, kaunti ya Muranga, inataka usaidizi wa kifedha ili kumwezesha mama yao, Rahab Kabura, kufanyiwa upasuaji wa moyo. Rahab ambaye anaugua ugonjwa wa moyo amekuwa akitafuta matibabu hospitalini mara kwa mara, hali iliyopelekea familia hiyo kukosa rasilimali. Mama huyo sasa anatoa wito kwa msamaria mwema ama wasamaria wema kumsaidia kuchangisha shilingi milioni 1.8 zinazohitajika kwa upasuaji wa moyo. Wakati wa ziara ya boma lake Rahab Kabura, Rahab na mwanawe wa kike Catherine Kabura wanaonekana kukata tamaa. Rahab ambaye ni mama wa watoto watatu alianza kukabiliwa na matatizo ya moyo miaka michache iliyopita. Kulingana na Catherine ambaye amekuwa mlezi wa mama yake, ugonjwa huo ulianza mwaka wa u alisema mama yake alianza kuumwa na kichwa kufura tumbo, huku akikosa nguvu miguuni, hali iliyompelekea kutafuta matibabu katika hospitali mbalimbali. Two years ago ndipo tulikuja kufahamu ya kwamba kuna ugonjwa wa moyo haa, na since 2022 amekuwa akitumia dawa baada ya kuzuru hospitali kadhaa ilibainika kwamba Rahab anahitaji kufanyiwa upasuaji wa moyo. Mnamo mwaka wa 2024 ndipo mwili wake ulidhoofika kabisa na tukakuja kuelewa ya kwamba anahitaji upasuaji wa moyo hizi. Uh, stori zilikuwa za kuhuzunisha sana. Licha ya jitihada za kutafuta matibabu katika hospitali ya Tenwek katika kaunti ya Bomet, hali yake inaendelea kudorora. Mimi yule mama nilikuwa na jua aa, mwenye alikuwa anajifanyia kazi, mwenye alikuwa na nguvu aa, mwenye ametulea, kwa sasa si mwenye nilikuwa na jua. Sasa anahitaji shilingi milioni moja nukta nane ili kufanyiwa upasuaji. Familia hiyo imejaribu kuchangisha pesa bila kufanikiwa. Catherine alisema hawana uwezo wa kulipa pesa hizo, na sasa wanahitaji msaada wa kifedha ili kuokoa maisha ya Rahab. Tuweze kupata hizo fedha ambazo tulikuwa tuna tuliambiwa tutafute ambazo ni milioni 1.8 and uh, since then tumekuwa tukitafuta hizo hela kulingana na vile hali iko ya maisha unaweza kutuma mchango wako kupitia mpesa nambari ya simu ikiwa 0794071940, kwa jina Rahab Kabura. Nikiripotia Darubini Wikendi, jina langu ni Teresa Mutai.